Moja katika mambo yaliyoenea katika jamii yetu ya leo, imekuwa ndiyo utaratibu wa maisha, imekuwa ndiyo sehemu ya mtu kupata wafuasi wengi, hata katika mitandao ya kijamii, ni kule kuwa na tabia ya kuyajua madhaifu ya wenzetu tunaoishi nao, na tukayatumia madhaifu yale ya tunayoyajua kuwa ndiyo msingi wa kutaka kila tunachokipata kutoka kwao na wakati mwingine tukiwatishia kwa madhaifu yale tunayoyajua katika maisha yako, kwamba ikiwa hukunifanyia hili, kumbuka, najua jambo lako moja mbili tatu, usije ukanilaumu ukiyaona haya mitandaoni. Usiponifanyia jambo hili, kumbuka kuna lako hili na hili na lile, tusije tukalaumiana, endapo kesho nakashukutwa, ukayaona yameenea mitaani ya usije ukanilaumu na yule anayeambiwa hayo kwa kuihofia heshima yake na kuichunga nidhamu aliyokuwa nayo, yawezekana dhambi ile aliifanya kwa kuteleza, ama ni maisha ambayo aliyokuwa nayo huko nyuma, lakini leo kwa sifa alizokuwa nazo, ni kweli ikitoka amemfedhehesha na kumwaribia mambo yake mengi, hulazimika kuwa ni mtumwa wa yule mwenye kuzijua fedheha zile katika maisha yake. Yanapotokea mapishano baina yao hawa, kila mmoja hutumia mtandao ndio sehemu ya kumfedhehesha mwenziwe. Kila mmoja hutumia mtandao kwa umaarufu aliokuwa nao, ndio sehemu ya kumdhalilisha mwenziwe. Kila mmoja hutumia mtandao, kwa sababu yeye kauli yake ikisemwa ina nguvu katika jamii, kwa sababu yeye kauli yake akisema ina thamani kwa watu wengi wanaofuatilia mitandao huona kwamba hii ndio nafasi anayeweza kuitumia na yeye kumwangusha mwenziwe kwa yale anayoyajua katika madhambi yake. Maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ayyara akahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala, yoyote mwenye kumfedhehesha ndugu yake kwa dhambi yoyote, basi na yeye mfedheheshaji hatokufa ila naye ataitenda dhambi ile.